Kwanza namshukuru mheshimiwa wetu Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi, ame ni mtu wa maendeleo sana, ametupa kipaumbele sisi vijana na Wazanzibari wote na hata Watanzania bara waliokuwepo Zanzibar. La kwanza, namzungumzia mheshimiwa rais kwamba ni mtu safi, ambao sisi mwanzo watu wa Kiwengwa au watu wa bichi bichi boy, kiufupi tulikuwa tunapata shida, tulikuwa tukija bichi Sometime tunakuja hatuna uhuru, lakini kupitia yeye ameweza kutuwekea usawa na kutufuatia mazingira mazuri ya kukaa kama sisi. La pili, pia kwenye changamoto za watalii, hapo mwanzo kidogo watalii walikuwa na changamoto za wanaolalamika kwamba kuna masafa marefu kutoka ki, kutoka, Kiwengwa, kutoka airport paka Kiwengwa au kutoka airport paka Paje, kutokana na tatizo la barabara. Ila amejalia ametengeneza barabara vizuri, tunamshukuru kwa hilo. La tatu kwa wote ambao Wazanzibari waliokuwepo hapa, uchaguzi kesho kutwa unakaribia. Kwa hiyo mimi ninachoomba kwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, rais wetu mpendwa, tumpigie kura mitano tena.